Nchini Tanzania kumezuka mjadala na wasiwasi baada ya mwanasiasa na mwanadiplomasia Humphrey Polepole kutoweka. Kunayo madai bwana Polepole ametekwa nyara baada ya kuwepo mafichoni akilalamikia usalama wake. Humphrey Polepole alishikilia wadhifa wa katibu wa itikadi na uenezi katika chama tawala cha CCM. Kisha baadaye akateuliwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Baada ya kujiuzulu ubalozi, Polepole pole alianza kutoa maoni yaliyoonekana kuikosoa serikali na utawala wa CCM. Huyu hapa Shisia Wasilwa akisimulia jinsi kutoweka kwa Humphrey Polepole kunavyotazamwa ndani na nje ya Tanzania. Kwa muda mrefu, Tanzania imejivunia hadhi ya kuwa kisiwa cha amani katika bahari yenye mawimbi ya migogoro barani Afrika, lakini kadri uchaguzi wa Oktoba 29 unavyokaribia taswira hiyo ya amani inaanza kufifia kama jua linalozama nyuma ya mawingu meusi ya hofu na udhalimu. Wingu la utekaji nyara, ukandamizaji wa upinzani na ukimya wa hila limeanza kulivika taifa hilo kama blanketi jeusi la usiku. Juzi, taarifa za kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole pole, zimeitikisa nchi. Sasa hajulikani alipo Polepole, ambaye amekuwa akikosoa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan alitoweka katika mazingira ya kutatanisha. Ukimi wa mamlaka kuhusu tukio hilo umeongezea uzito wa hofu wa kutiliwa shaka dhamira ya serikali kulinda haki za raia wake. Utekaji huu hauji kwa bahati mbaya, ni kionjo cha mfululizo wa visa vilivyoshuhudiwa miaka ya karibuni. Wafuasi wa upinzani wanaharakati wanahabari na hata watumishi wa serikali wanaonekana kutoendana na mtiririko wakipotea kana kwamba ardhi imewameza Baadhi hurejea wakiwa na majeraha ya mwili na nafsi, wengine hawarudi kabisa. Rais Samia alipokalia kiti cha urais baada ya kifo cha Magufuli, wengi walipumua kwa matumaini. Walisema huyu ni mama, si chuma. Walitarajia utu, wazi na upatanisho Awali alifungua anga la kisiasa akaruhusu mikutano ya vyama vya upinzani na kuonyesha sura ya maridhiano. Lakini sasa, ishara za nyakati zimebadilika taratibu na kwa tuo, uso wa upole umeanza kugeuka kwa kinyago cha chuma. Serikali yake imeanza kuwakata miguu wakosoaji na kuzuia sauti zinazohoji uhalali wa mamlaka. Uwasemao husema ukimwona nyoka na tabasamu ujua na kupimia mbali wa shambulio. Vivyo hivyo, kile kilichoonekana mwanzo kama siasa ya maribiano sasa kinajitokeza kama mkakati wa kimya wa kuzima upinzani. Tanzania leo inakumbwa na mkanganyiko wa maadili ya kidemokrasia, huku viongozi wakijitapa majukwaani kuwa nchi ni salama na imara. Ukweli wa chini ya ardhi ni tofauti. Watu wanaogopa kuongea hadharani waandishi wa habari wanapima maneno yao kwa mizani ya hofu. Wanasiasa wa upinzani wanajificha kama ndege wa porini wakati wa upepo mkali. Tundu Lisu, kiongozi wa chama, anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Vyama vya upinzani vimewekewa vizuizi vya kiutawala visivyo vya haki. Tume ya uchaguzi imekumbatiwa na serikali kana kwamba ni idara ya chama tawala. Vyombo vya habari vinafungiwa kama watoto waliokosea adabu. Ni katika mazingira kama haya ambapo kauli kisiwa cha amani inageuka kuwa mzaa mchungu, kwa sababu amani isiyo na haki si amani, ni uoga uliovishwa tabasamu. Vitendo vya utekaji nyara vimekuwa kivuli kipya cha ukandamizaji, ni njia ya kushughulikia wapinzani bila mahakama, bila ushahidi na bila kelele. Ni uhalifu wa kisiasa unaotumika kama fimbo ya kimya. Waliotekwa waleti tishio la bunduki, bali tishio la mawazo. Na mamlaka zinazoogopa mawazo huwa hatarini zaidi kuliko zile zinazoogopa risasi. Kwa maana ukizima mdomo wa mpinzani, unazidisha kiu ya haki. Na historia inaonyesha kila taifa lililoziba sauti za wananchi wake lilijikuta likizama kwenye shimo la aibu. Uchaguzi wa Oktoba 29 unapaswa kuwa sherehe ya kidemokrasia, badala yake unajitokeza kama kivuli cha uoga. Wapinzani wamezuiliwa, mikutano imepigwa marufuku, na tume huru ya uchaguzi imedhoofishwa kwa uteuzi wa upande mmoja. Ni kama mchezo ambao mshindi anajulikana kabla kipenga hakijapulizwa. Katika hali kama hii, demokrasia inakufa si kwa milio ya risasi, bali kwa milio ya ukimya. Ni wajibu wa kila mpenda haki kupaza sauti, kwa sababu ukimya mbele ya uovu ni ushirika wa dhambi. Tanzania ni taifa lenye historia ya busara na umoja lakini umoja haujengwi kwa uoga, unajengwa kwa heshima ya tofauti. Serikali inapaswa kukumbuka kwamba nguvu za dola hazidumu milele, lakini kumbukumbu za uovu hudumu zaidi ya vizazi hivyo. Tuwaambie kwa uwazi, utekaji nyara si sera, ni doa la aibu. Kunyamazisha wapinzani si uongozi, ni udhaifu. Amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya mifupa ya waliotekwa na sauti zilizozimwa. Tanzania ipo katika mtihani mkubwa wa kihistoria itachagua ama kuendelea kuwa kisiwa cha amani ya ukweli au gereza la kimya linaloitwa amani kwa kejeli kwa sasa dunia inatazama e historia inaandika na sauti za waliotekwa ingawa kimya zitalia kwa nguvu zaidi katika mioyo ya wote wanaojua kuwa ukweli hauwezi kutekwa mwisho wa tahariri jina langu ni Shisia